Nataka niwaambie watu wa Nyigogo na Irungu mpendi kula za kutosha huyu. Huyu. Huyu. <laughs> Ndiye mwanzishaji wa kila jambo. Diwani na mbunge ni chombo chenu, ni chombo cha wananchi, chombo cha kuwasikiliza, chombo cha kubeba na chombo cha kuwasemea kwa Dokta Samia, kama chombo chenu. Huyu ndiye sauti yenu. Mimi nikiwa Dodoma, yeye mnaye hapa. Mimi nikiwa Mahaha, yeye mnaye hapa mimi nikiwa Kisesa yeye mnaye hapa, kwa si kweli? Kwa hiyo kama kuna jambo, yeah, naomba muridhike kabisa kwamba mmepata kijana mtumishi, mtumishi wa hofu ya Mungu huyo, yeah, hapa mmepata kijana ambaye hana majivuno, yeah, amewahi kuwa rais wa chuo huyu na amesomea mambo ya uongozi, ana CV za kutosha CCM ye yeah. Mimi nianzie kwake mheshimiwa Kiswaga, nimeanza kumfuatilia muda mrefu sana, ni mtu ambaye ni kiongozi wa mfano tena nikasema huyu mtu na pesa anazo, kama ambavyo yeye amezungumza. Lakini ukimtazama ni mnyenyekevu, ana roho ya utumishi na kusaidia watu. Nilipopata nafasi hii, kama alivyozungumza, nilimfuata nikamwambia, mimi nimekukubali binafsi Sijaukubali kama mbunge, sijaukubali kwa sababu na hela, nimeukubali kwa sababu ni kiongozi, na mimi ninapenda nijifunze kwako. Na yeye alinikubalia, akasema utakuwa mwanafunzi wangu kwenye mambo ya uongozi. Na hakika naamini tatumika, wana Irungu na Walenyigogo, Kijana wenu nimesimama tena kwa mara ya pili. Mara kwa ya kwanza nilisimama hapa kuwaomba kura, na kabla ya kuwaomba kura nilikuja kwenu nikaomba mnipokee, na mnisema kijana wetu, tumekupokea naomba. Na tena nione mikono ya watu wailungu, wa ilungu walionipokea ninawashukuru sana, mimi nafarijika mno. Leo cha kwanza kuwashukuru kwa mambo yote mliyofanya, kwa sapoti yenu. Nimesikia jinsi ambavyo mnaniunga mkono kwa ujumla wenu, nimeona mapenzi yenu makubwa jinsi ambavyo mnanikubali, na mimi nimesema ile hiyo imani hiyo siwezi nikaichezea, siwezi kuipoteza hiyo ni sababu ya kwanza tuchague kiongozi anayetokana na chama imara, ili mnamchagua kiongozi mwenye uwezo. Mimi pamoja na udogo kiumbo, pamoja na miaka hiyo ambayo mnasema ni michache, lakini uongozi na ufahamu lakini sio uongozi tu wa kutafuta hela, uongozi wa kihuduma. Wana ilungu na Nyigogo, mimi nilisema nimezaliwa na wazazi maskini, mnawafahamu mwisho mwa ambaye mgombea ubunge. Wazazi wangu mimi hawana pesa, ni mkulima, mama yangu ni muuza samaki na mpaka leo anauza samaki, na ndizo hizo ambazo zimetoweka shule. Kwa hiyo kama ni shida naifahamu kama ni kuangaika na kujua, kama ni kulala njaa, najua. Kwa hiyo ninaenda kuwatumikia watu, nao fahamu vizuri. Nimesema niliko na uwezo, sio umbo, achana na umbo kabisa. Nilipopata nafasi ya kwenda huko, kama mbunge alivyosema, watu waliniamini wakanipa nafasi. Sasa ni muda wa kwenda kutumia ujuzi na uzoefu nilioupata huko nilipokuwa katika kata yangu ya Nyigogo. Siwe na shida, usiwe na shaka. Akili yangu, ubongo wangu unajua nini watu wangu wa Nyigogo wanahitaji. Uongozi nilizungumza nikasema, sio kufoka. Watu wanakuja hapa wanatufokea, wanatutukana. Mimi nilisema siwezi kumjibu mtu huyo kwa sababu sio ajenda yangu ya maendeleo. Mimi ninafahamu uongozi ni kutambua shida za watu, yeah. Na kuzitatua shida hizo, yeah. Na mimi nimejiandaa kufanya hivyo, yeah. Tunahitaji kiongozi atakayetulea, si ndio? Yeah. Tunahitaji kiongozi atakayetuangalia, yeah. Mimi kijana wenu nitawatazameni, mimi kijana wenu nitawaangalia. Kama ambavyo nimesema, uongozi huu nimepewa na Mungu ninafahamu muda wote Mungu akiutaka na ubeba. Kwa hiyo nitautumikia kwa heshima, kwa nidhamu na kwa nguvu zangu zote kuhakikisha maendeleo ya wananyigogo yanafika mbele.